Gugu maji limeendelea kuwa kikwazo katika ziwa Victoria na sasa, kwa mara nyingine tena, gugu hilo limezua taharuki baada ya vivuko ambavyo vinatumika katika eneo la Kigongo Busisi kushindwa kuendelea na shughuli zake. Aa, ni kweli leo pa, tumepata hiyo changamoto ya kivuko, imepata changamoto kidogo kwenye upande wa injini, injini yake moja, maana ziko injini mbili. Sasa hiyo sababu imetokana na nao magugumaji yaliingia mengi, kwa hiyo ilivyo vaiti ndio imesababisha madhara kwenye injini. Kwa hiyo jopo la mafundi bado linaendelea hiyo lakini, kwa sasa kivuko cha MV Mwanza kinaendelea kutoa huduma. Kivuko cha MV Mwanza, wananchi walieleza kwamba idadi ya watu ambao walikuwa wamekwama ni kubwa. Sasa nataka nijue, pengine utaratibu wa kuweza kurahisisha kazi na wananchi kuweza kuendelea na shughuli, umeweza kuratibu katika utaratibu upi? Tumefanya mawasiliano na mheshimiwa mkuu wa mkoa na tukafanya mawasiliano na manager wa Tanroads Jimmy Ambrose, ndipo mkuu wa mkoa akaridhia kutoa kibali cha magari madogo na mabasi yaweze kupita upande wa daraja. Na pengine hali hiyo imeweza kutatua changamoto kwa kiwango kipi? Aa, kwa kweli imeweza kutatua kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu kwa hivi ninavyoongea kwa sasa hakuna jamu tena, kwa kuwa kivuko hichi cha MV Mwanza chenyewe kwa sasa magari makubwa yote yanaendelea kuvushwa kwa sasa na kivuko hicho cha MV Mwanza. Wakati huo, kivuko cha MV Misungwi, tunaendelea kupambana kwa hali na mali ili kiweze kurejea mapema iwezekanavyo nchi katika kipindi hiki ambapo mnaendelea kuchukua hatua. Uh, kwa kipindi hiki niombe radhi sana wananchi kwa dhama hii wanaoipata, awali ya yote, kwa kweli hata kwa uongozi mzima wa mkoa hatarkali kwa uju namna anaeahi useka kiasi hicho, lakini jitihada tunazofanya ni kuhakikisha wananchi wetu wanavuka kwa usalama. Hatutaki kuvusha tu kivuko ili mradi kivuke tu, lakini tunajitahidi kuwavusha kwa usalama waweze kuendelea na wao na majukumu yao kwao. Ni waombe radhi sana nikiwa kama mkuu wa kivuko wa, ni waombe radhi sana wakandavi wa, wa, wa, wa maeneo mbalimbali ambao wanatumia eneo letu la Kigongo Busisi kwa kipindi hichi.